Karibu karibu sana uh, huu ni utangulizi wa vipindi vya namna ya kutumia vitabu vya Mawakala wa Moto na Mwongozo wake wa Majadiliano wa majadiliano. Ni vitabu ambavyo nimeviandika hivi karibuni na vimechapishwa na ninakukaribisha. Lakini kabla hatujaingia kwa undani, naomba nianze kwa kuuliza swali ambalo ni la muhimu sana katika maisha yetu. Swali ni hili hapa, je, unahisi kama moto wako wa kiroho umepoa? Je, kulikuwa na wakati ambapo uliwahi kuwaka kwa bidii katika huduma lakini sasa unajis, jikuta ume umepoa na umechoka, na huenda unatamani sasa kuanza upya ukiwa na nguvu mpya na mwelekeo thabiti wa kiroho? Haya ni maswali ambayo ni lazima tujiulize. Kama jibu lako katika haya maswali yote niliyokuuliza ni ndio, basi naomba nikukaribishe katika mfululizo wa vipindi hivi ambavyo nimeku nimeviandaa. Ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu katika safari hii ya kipekee ya kiroho ya kuwasha na kuchochea na kudumisha moto ulio ndani yako. Jina langu ni mchungaji Daktari Fabian Maganda na nina furaha kubwa kuwa pamoja nawe katika mfululizo wa vipindi hivi unaotokana na vitabu viwili ambavyo kama hapo awali nilizungumza, niz, niz, ni vitabu muhimu ambavyo nimekuwa nimeviandaa kwa ajili ya kutumika katika wiki ijayo, wiki ya Pentecost, hasa katika makanisa ya Africa Inland Church Tanzania. Kwa hiyo wewe, kama mwezeshaji, utajifunza mengi katika uh, video hii fupi, kukuelekeza namna ya kutumia vitabu hivi ni ujumbe wa vitabu hivi viwili ambavyo vimeandaliwa mahususani kwa ajili ya yako wewe, mchungaji, kiongozi wa kanisa au kiongozi wa kikundi cha kujisomea Biblia, Bible study au kwako wewe muumini binafsi unayetamani kukua kiroho na kuchochea karama zako na kudumisha kazi ya Mungu ni ni ujumbe ambao upo kwa ajili ya kizazi hiki ambacho tunajua kwamba ni kizazi kilichokumbwa na uchofu wa kiroho, kushuka kwa ari ya huduma na changamoto za kila siku. Ni ujumbe ambao umejengwa katika neno la Mungu, am hasa katika ule katika ule waraka wa Timotheo wa Paulo um, kwa Timotheo ile sura ya sula ya kwanza ule mstari wa sita hadi wa saba uh, sura si, mstari wa sita uh, Paulo anamwambia Timotheo na kukumbusha, uchochee karama ya ya ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yako. Aa, nina hapa nina, nina, nina, nina, nina paraphrase. Kwa hiyo ni muhimu sana sana tuangalie huu ujumbe kwa sababu upo kwa ajili ya kipindi hiki ambacho tunacho sasa. Sasa nafikiri swali ambalo tunaweza kujiuliza tunaweza kujiuliza tunajifunza tuna nini katika katika katika kitabu hiki? Basi hili ni ndiyo dira ya mwongozo mwongozo wetu. Katika mwongozo huu, kuna mambo kadhaa ambayo nataka uweze kuyakumbuka. Jambo la kwanza, huu mwongozo uko kwa ajili ya ya, ya kukusaidia wewe mtu binafsi uweze kukua kiroho kwa sababu huwezi ukawa mwalimu mzuri, huwezi ukawa mhubiri mzuri, huwezi ukawa mtu unayewafundisha wengine vizuri, kama wewe binafsi hujakuwa kiroho. Lakini pia hiki, huu mwongozo upo kwa ajili yako kukusaidia wewe kama mchungaji au mwalimu kuweza kutumia vitabu hivi kuandaa masomo, kuandaa mahubiri yatakayoweza kuwasaidia wengine. Na ukumbuke kwamba masomo ya kitabu hiki yamejengwa katika msingi wa neno la Mungu. Na pia imejengwa katika muktadha wa, wa, wa, wa, wa, wa Kiafrika ikiangalia iki ikitumia mifano iliyo hai, mifano ambayo ni wazi, ambayo ni rahisi wawe kuielewa. Lakini pia masomo haya au vitabu hivi vipo kwa ajili yako wewe ambaye ni kiongozi wa kikundi cha majadiliano ni kiongozi ambaye, uh, unawaongoza wengine kuweza kukua kiroho, na hasa kwa ajili ya kuwafuasa wengine waweze kulijua neno la Mungu kwa undani zaidi. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kipo kwa ajili yako yako ya wewe mwenyewe ili uweze kuwasaidia wengine waweze kukua na kuwa chachu ya mabadiliko katika familia zao katika kanisa lao na katika jamii yetu na katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo hiyo ndiyo dira ya mwongozo huo. Kwa hiyo, tukiwa pamoja katika safari hii tutajifunza kupitia, vi, ku, kupitia vipindi vitano vya mafunzo ambayo nimeandaa kila kipindi kinafundisha msingi wa kiroho kinachambua maandiko na kinatoa changamoto ya kibinafsi ya kutafakari na kutenda. Mimi ninapenda zaidi kujifunza kuelewa, lakini pia kuweka katika vitendo. Mafunzo haya yamejengwa juu ya misingi miwili muhimu. Msingi wa kwanza ni, kut, ni katika neno MOTO ambalo ni kifupisho cha kanuni nne muhimu elekezi katika maisha ya kiroho. M imesimama juu ya misheni. Kuishi kwa kusudi na kumtumikia Mungu katika dunia hii. O inasimamia ongozwa na Roho Mtakatifu. Sisi kama Wakristo ni lazima kumtegemea Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Lazima Roho Mtakatifu atuongoze na kutupatia nguvu kila siku ili tuweze kutumika zaidi kwa utukufu wake na T inasimamia juu ya toba na mabadiliko, kubadilika kutoka kwa, kutoka ndani, kuachana na dhambi na kumrudia Mungu ili atupatie nguvu mpya zaidi. Lakini O inasimama juu ya ongeza wafuasi wa Yesu, na huu ni injilisti. Ni wito ambao tumeitwa kuwashirikisha wengine, kuwashuhudia wengine injili ya Yesu Kristo kuwafanya wewe wanafunzi wa Yesu Kristo. Ninaamini kwamba Bwana atakusaidia. Kwa hiyo hii ni kanuni ya kwanza, lakini pia kama nilivyosema, tunajifunza, lakini ni lazima pia tuwe na namna ya kuweza kuweka katika vitendo. Nimetumia neno kifu, kifu, kifu, kifupisho cha neno MOTO G. mwongozo wa vitendo unaolenga kuwawezesha na kuwafundisha wengine ili waweze ku litenda lile neno. Tutaangalia kwa undani na tutayachanganua vizuri haya, haya, haya hivi vifupisho ili uweze kuelewa ina maana gani. Kwa hiyo ninakukaribisha, na wito wangu kwetu sisi sote ni huu, moto wa kweli hauwezi kufichwa. Ukishawaka ni lazima uangazie wengine. Kwa hiyo usiogope kuchukua hatua ya muhimu. Mungu anakutazama wewe na kizazi chako kinakuhitaji. Huu si wakati wa kukaa kimya, ni wakati wa kuwaka kwa ajili ya Kristo. Ni tuanze sasa. Tuanze sasa kwa ajili ya kuchambua na kujifunza namna ambavyo tunaweza tukatumia zana hivi, zana hizi mbili, vitabu hivi viwili. Mungu akubariki. Nashukuru sana kwa kujiunga nami, ninakukaribisha katika mfululizo wa vipindi vijavyo. Asante sana. Bwana akubariki.